Wabunge wa Tanzania wamemtetea Rais Samia Suluhu Hassan kufuatia shutuma za kufurushwa na kudhulumiwa kwa wanaharakati wa Kenya nchini humo. Wabunge hao wamekashifu kile wanasema ni tabia mbaya za Wakenya kwenda kuvuruga amani nchini Tanzania. Hebu tusikize mchango kwenye bunge la Tanzania. Niwaombe wanasiasa wenzangu, tusiingie disiko la kimasai ambalo hatujui kulicheza. Na hao wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe na wao wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya, hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu ingelezo sana, na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele, tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama usikubali kuruhusu watu hao waje watuharibia nchi yetu. Niombe sana huyo Mwa, sijui mwangwa sijui mwangi na Martha Karua ndio vinara wa Gen Z kule, wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani, wametoka kule, wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba Wakenya, hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida, tuna ugomvi na wanaharakati, na sisi tuko tayari kupambana nao majukwani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 Gibilia inasema katika Isaya 32 mstari wa kumi na saba, amani ni zao la haki. Haki tuliyojenga kwenye taifa hili ndio inayozalisha amani.